Fima yaqdiruna alayhi, kwa yale wanaoyaweza yale ambayo walohai wanayaweza tunajuzu kuwataka msaada kwao. Yale wasio yaweza, haijuzu kutaka msaada kwao. qala llahu taala, surati Al-Maida, wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni

Rawahu Muslim. Kwa hiyo yale ambayo unayemtaka msaada anayaweza, inajuzu kumwomba msaada, na yale ambayo hayawezi, haijuzu wewe kumwomba msaada. Ndugu yako yuko mkoa wa mbali, kisha wewe hautumii simu, umekaa na kusema kwamba naomba unisaidii. Huu ni mchezo huu ni mchezo. Kuna mmoja katika wanafunzi aliniomba ushauri wa kutaka kwenda kutafuta ilmu, kamshauri, naenda kutafuta ilmu Arusha, naenda kajiunge na Mahad, usome. Akasema mimi naogopa, kwa sababu shekhe wangu yuko Tanga atajua kama mimi nimeondoka. Kwa hiyo anamwogopa shekhe wake maskini. Nikamuuliza, sasa kitachomjulisha kwamba wewe umeenda kusoma nini? Akasema yule anajua. Nikamuuliza, anajua ghaibu? Anajua siri? Na mjuzi wa siri ni yeye, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anaogopa

Nadhiri ni ibada ambayo umejifungamanisha wewe mwenyewe. Mke wangu akijifungua nitachinja mbuzi, hujalazimishwa na mtu. Hali yajuzu nadhru lighairillah? Je, inajuzu kutoa nadhiri kwa siekuwa Allah? Nikipata faida nitaenda kutambikia, nikipata faida nitaenda kuchinja kwenye kaburi ya fulani

Ma fi batni muharrara, kilichoko ndani ya tumbo yangu nitakitoa huru na kukiacha kikatumikie nyumba yako ya Baiti al-Maqdis. Yuli mama yake Mariam, bibi Hanna, rabbi inni nadhartu laka, mimi nimetoa nadhiri kwako wewe. Ma fi batni, kwa hiki kiumbe kilichomo ndani ya tumbo yangu

Sahibu tasanifi nafia nasru sunna waqamiu lbidaa alimamu lbukhari rahimahullah. Kwa hiyo kuna wanaotoa nadhiri ambazo wazifahi to wanatoa nadhiri, ndugu yangu wakirudi nitakula chini, ndugu yangu wakirudi nitajisaidia ya sokoni, ndugu yangu hivi hivi hivi hivi. Hizi zote nadhiri ni batil na haifai mtu kuzitekeleza. Nikishinda mtihani au nikifaulu mtihani wa sekondari, nikifaulu chuo, nitakunywa pombe. Wewe watu wanadhiri, ukifaulu utakunywa pombe? hujui kuwa pombe ni haramu?

wa dhabaih wa anwau, ndugu yangu, vichinjwa vina aina nyingi. Mashrua, aina ya kwanza ya vichinjwa ni ile iko kisheria. Wa mubaha, na aina ya pili ni vichinjwa vya halali. Wa muharramat, na aina ya tatu ni vichinjwa vya haramu. Faama dhabaih almashrua, ama vichinjwa ambavyo vya kisheria. Fadahaya, ni vichinjwa vya udhiya watu wanachinja idi kubwa, kisheria. Walhadaya, na vichinjwa katika ibada ya hija. Walnudhuru lillahi taala, na vichinjwo vinavyochinjwa kwa nadhiri ulioitoa kwa ajili ya Allah. Walaqiqa, na vichinjwa vya akika. Walwalaim, na vichinjwo vya walima sherehe za harusi. Walikramu lildhaifi, na vichinjwa kwa ajili ya kukirimu wageni.

kuchinja kwa ajili ya kaburi ni haram, walilii kuchinja kwa ajili ya jini. Jini anasema sitoke mpaka mchinje mbuzi, watu wanachinja. Haram wakadhabaih au kadhabhi lilqubabi walmashahidi, na vichinjwa kwa ajili ya makaburi yale, yaliyojengewa yana makuba kwa juu. Walmashahidi, na vichinjwa kwa ajili ya sehemu ambazo watu wanaenda kutembelea, kabla ya kuingia ndani watu wachinje. Kuna eneo, kuna mgodi wa dhahabu, kabla ya ku- ya kuweza kuchimba dhahabu la watu wanachinja haram. Walqubur na vichinjwa kwa ajili ya makaburi haram. Wakadhabhi fi hafalati z na vichinjwa kwa ajili ya matembezi ya kwenda sehemu kwa ajili ya kutembelea, wanaenda mapangoni kabla ya kuingia kwenye mapango, kwamba kuna mizimu hii mizimu ni mikali, lazima watu wachinje. Haramun kaijuzu walilbiri aljadida, na vichinjwa kwa ajili ya kisima kipya, kabla ya maji yajanywewa watu wanachinja haramu, kabla shurbi min maiha, kabla hajanywewa maji yake. Wa, wa inda dukhuli larusain la albaita, na pindi maharusi wawili wanapotaka kuingia nyumba, vile vichinjwa vinavyochinjwa kwa ajili ya wa maharusi wanataka kuingia ndani ili kumziwia jini, haramun min ajli ljinni, kwa ajili ya kumziwia jini. Wa kabla lidafihim, kwa ajili ya kuziwia shari za wa majini ni haram. Wa hadha kulluhu shirkun akbar, na vichinjwa vyote hivi ilivyovitaja ndani ya namba tatu, vyote ni haram, vyote hiyo. Ni faida upande wa vichinjwa. Kuwa makini sana kwenye vichinjwa, usile Bwana naletewa vichinjwa vilivyochinjwa kwenye kwa ajili ya kaburi unakula haram. Vichinjwa kwa ajili ya mizimu unakula haram. Vichinjwa kwa ajili ya matambiko unakula haram. Sio kila kitu unakula, vingine acha vipike. Usiwe mlafi. Tay. Na suala sita, hal yajuzu at-tawafu hawla ghayr al-Ka'bah? Je, inajuzu kuzunguka kutufu? haula ghairi Alkaaba, eneo ambalo sio Alkaaba. Katika fitna tuliyo nayo katika zama hizi, za watu kutufu kwenye makaburi, nakifu wakafat, tusimame kidogo katika, katika eneo hili fitna ambayo tuliyo nayo sasa hivi, fitna ya makaburi kwenda kuzikwa maeneo ya misikiti zikaletwa nondo, zikaletwa tofari, zikaletwa tarizi, zikaletwa gypsum, zikanunuliwa na mabati yenye thamani kubwa, ilango, na milango na na maufunguo na vinginevyo vyote, mpaka wa watu wanamtoa huyo shekhe nyumbani wanampeleka kumzika eneo la msikiti. Kuna kitu ambacho wa wao wanaamini watu hawa, kuburi yuna watu wenye imani ya makaburi wanaamini kuna kitu walicho nacho walichonacho, ndiyo maana hawajaenda kumchanganya na makaburi mengine. Sasa kinachotokana kinachozalikana ni nini? Ni watu kuanza kwenda kufanya tawafu. Miji tunayoishi ambayo ndani kuna fitna, kuburi yuna watu wenye hitikadi za makaburi. la yajuzu tawafu illa bil Kaaba, haijuzu kutufu na kuzunguka isipokuwa kwenye al Kaaba. Ama hiyo kaburi ya shekhe wako ambayo baada ya alfajiri mwanza kufanya tawafu, mnazunguka na kuanza kuomba kumuomba huyo alioko ndani ya kaburi aweza kuwasaidia? yeye mwenyewe ndani ya kaburi ataka msaada kutoka kwenu nyinyi, hajui hata atafufuliwa lini la yajuzu tawafu illa bil Kaaba, haijuzu kutufu isipokuwa al Kaaba. Qala llah taala waliyatwafuu bil bait al atiq, na watufu wazunguke kwenye nyumba kongwe. Allah anasema kwenye makaburi ya mashehe zenu? Wala anasema kwenye kaburi ya shehe wako? Ndali ya leo watu wanakufa wanaenda kuzikwa maeneo ya misikiti, ndio maana twasema kwamba mtu yoyote ambaye anaizunguka kaburi anafanya tawafu kwenye kaburi na kumuomba maiti yaliyomo ndani ya kaburi, haijuzu kuswali nyuma yake. Sisi hatuswali nyuma ya watu wenye makaburi, wenye itikadi mbovu kwenye makaburi. Nahnu ahlu sunna ala minhaji nubuwa, sisi ni ahlu sunna, tumesimama katika njia ya Mtume. Ndio maana twasema kwamba imamu yoyote ambaye anatufu kwenye kaburi, anawaomba waliomo ndani ya makaburi, sisi hatuswali nyuma yake, sababu ana itikadi chafu, tuwezi kuswali nyuma yake. Walitawafu bilbaiti latiq, Allah anasema, watufu, wazunguke kwenye nyumba kongwe. Kisha wewe unafunga masafari unaenda kwenye kaburi ya shekhi wako vijijini huko unafunga masafari yako ya kishirikina mpaka kwenye makaburi ya mashehe zako vijijini huko, kwamba unaenda kufanya tawafu. Sasa utadhani unazunguka kwenye Alkaaba, sallallahu alayhi wasallam. Hatusali sisi nyuma ya kila mtu, tunaweza kusali nyuma ya kila mtu katika muda ambao hatujaona ukafiri wa wazi kwa mtu huyo. Ikiwa mtu wewe unazunguka kwenye kaburi, unamwomba alioko ndani, usi ukafiri wa wazi alafu si tuswali nyuma yake, tuwezi kuswali nyuma ya mtu sampuli hiyo. Kwa hiyo si kila mtu unaweza ukaswali nyuma yake. Kuna watu huwezi kuswali nyuma yao. Kwa nini? Kwa sababu ukafiri wa wazi umeonekana kwao tuna swali kwa muovu na mwema, mpaka tuone ukafiri wa wazi. Na huu wa kutufu makaburi na kuwaomba walioko makaburi wawasaidie huu ni ukafiri wa wazi, ndio maana hatuswali nyuma ya watu hao. Sio hao tu, na wengine wanaweza kuingia hao, wanaopiga vipande, na wao pia tuweze kuswali nyuma yao. Swali nyuma ya watu ambao wanatakataka ndani ya ndani ya nafsi zao. Wako wengi ambao hatuwezi kuswali nyuma yao. Miongoni mwa watu hatuwezi kuswali nyuma yao ni watu ambao wanao watukana masahabu wa Mtume alaihi salatu wassalam, Khawarij, Maibadhi hatuswali nyuma yao. Kwa nini? Kwa sababu itikadi yao ni batil. Imani yao na ya kwetu ni vitu viwili tofauti.

Ali ibn Abi Talib wanamsema vibaya, hawa khawariji itikadi zao mbovu. Sasa wewe unaswalije nyuma ya mtu ambaye anafundisha itikadi mbovu? Itikadi ya kwamba Allah hataonekana, itikadi ya kwamba Qurani ni kiumbe, itikadi ya kwamba Ali ibn Abi Talibu ni mwovu. Unaswalije nyuma yake? labda ukiswali nyuma yake awe ni imamu ambaye ni jahil bi aqidati alkhawarij, kama ni imamu ambaye ni mjinga hajui itikadi ya khawarij, hapo anaanza kuswali nyuma yake na wala haifundishi lakini, mtu anafundisha itikadi mbovu, kisha wewe mtu wa sunna unaenda kuswali nyuma yake? Haifai. itikadi za, za kikafiri zinazopingana na Qur'ani na Sunna, zinapingana na aqida ya Ahlus Sunna, kisha wanasema hamna shida hawa ni wenzetu. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao sisi hatusali nyuma yao, hatusali nyuma ya mashia sisi, wanaomkufurisha Abu Bakari na Umar na Uthman na wengine katika masahaba wa Mtume, hatusali nyuma yao. Yakulu nabii alayhi salatu wasalam, inna Allah akhtarani, mtume anasema Allah alimenichagua mimi, wa akhtara li ashabi, kanichagulia masahaba, minhum ashabi

Kuna watu hatuwezi kuswali nyuma yao, labda awe ni Khawarij, ni Ibadhi ambaye hajui aqida ki ya Kiibadhi, wala madhehebu ya Kiibadhi, wala hafundishi itikadi chafu la kundi la la Khawarij, labda hao. Lakini kama ndo huyu wazi anazifundisha itikadi zake wazi zinazopingana na aqida ya Ahlusunnah wal Jamaa, twaswali nyuma yake kivipi? Wewe usiyojua hadhi na thamani ya swala ndio kaswali, lakini anayejua thamani ya swala hawezi kwenda kuswali kwa mtu mwenye sampuli kama hiyo. Huyu leo insha Allah tutasimamia hapa, ila natoa tutambihi kwa hawa ambao wanaokwenda kutufu kwenye makaburi, waache waache kwenda kutufu kwenye makaburi na kuwaomba walioko makaburini.